Mahusiano kati ya rais wa Marekani Donald Trump na bilionea Elon Musk yameendelea kuwa mabaya tangu atangaze kujiondoa kuhudumu katika kitengo cha ufanisi cha serikali ya Marekani, ambapo wameenda mbali zaidi, Rais Trump ametishia kusitisha mikataba ya kandarasi zote za Musk na serikali. Rais Trump na Musk wamekuwa wakirushiana maneno kupitia mitandao ya kijamii ambapo Elon Musk amesema kama isingekuwa yeye basi Rais Trump asingeshinda urais, na maneno hayo yameenda kuchochea mzozo mpya uliozuka kutokana na Musk kupinga ushuru wa bajeti wa chama cha Trump cha Republican. Aidha, alfajiri ya leo Elon Musk kupitia andiko lake katika mtandao wa X ambalo aliliita bomu kabisa amefufua kesi ya mwaka 2019 ya mfanyabiashara maarufu Jeffrey Epstein, ambapo kupitia andiko hilo amesema jina la Trump lilionekana katika kesi ya unyanyasaji wa kingono iliyokuwa inamkabili mfanyabiashara huyo ambaye alijinyonga mwezi mmoja baada ya kufunguliwa mashtaka hayo. Hata hivyo, rais Trump hakukaa kimya, ambapo kupitia mtandao wa Truth Socials ameandika sijali Elon kunigeukia, lakini alipaswa kufanya hivyo miezi kadhaa iliyopita. Huu ni mojawapo ya miswada mikuu zaidi kuwahi kuwasilishwa Congress, ambapo kupitia andiko hilo Trump aliendelea kwa kusema kwamba lengo lake limekuwa kuhakikisha anapunguza kodi na muswada uliowasilishwa katika bunge la Congress ambapo usipopitishwa basi kodi itapanda kwa asilimia 68 na hicho ndicho kitu kibaya ambacho anapigania kisitokee. Aidha, Elon Musk aliendelea na shutuma ambapo amesema kwamba alithibitishwa kwamba Rais Trump anatakiwa kushtakiwa na makamu wa rais JD Vance achukue nafasi yake kutokana na kesi hiyo ya mwaka elfu mbili na kumi na tisa ambapo watu wengi wanasema kwamba ukosoaji huu wa Elon Musk umekuja baada ya Elon kutangaza kupumzika.